Sasa alyaum na leo hii tutazungumza kwa mukhtasar, tutazungumza kwa mukhtasar kuhusiana na hukumu ya kufunga mwezi wa Rajab. Kuna baadhi ya watu huwa wanawakataza wana wengine wasifunge mwezi wa Rajab, na kuna baadhi wengine husema ni haramu kufunga mwezi wa Rajab. Sawa. Sasa haya masala yamekaaji? ipi rai ya sawa katika masala kama haya ya kufunga mwezi wa Rajab? tutasoma baadhi ya akwali za ulama kwa mukhtasar, ili tujue ufafanuzi wake namna ulivyo kwa madhubuti. Tayib, swala la funga hili swala la funga la mwezi ya mwezi wa rajab limeelezwa na ulama katika vitabu vyao, na ni swala ambalo lina ikhtilafu ndani yake na ni swala ambalo lina ikhtilafu ndani yake, sawa. Eh, kwa kauli za baadhi ya ulama mbalimbali, madhhab ya Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, na madhhab ya al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, na madhhab ya al-Imamu Malik rahmatullahi alayhi, wanasema ni sunna kufunga miezi mitukufu ni sunna kufunga miezi mitukufu ndani yake ikiwemo mwezi wa Rajab, kwa sababu mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu tayyib. Lakini madhhab ya al-Imam Ahmad bin Hanbal, wao wanasema ni makuruhu kufunga mwezi wa Rajab peke yake. Narudia tena, madhhab ya al-Imam Ahmad bin Hanbal wanasema ni makuruhu kufunga mwezi wa Rajab peke ya, yake. Hawakusema ni haram, ni makruhu. Alafu karaha yenyewe inapatikana vipi? Yaani huo makruh wake unapatikana vipi? wa yukrahu ifradu Rajaba bisiyami au bisawmi, kama alivyonukuu al-Imam Ibn Qudama rahmatullahi al alayhi katika al-Mughni Tabaan, makuruhu kuifunga Rajabu peke yake, yaani kwa mwaka mzima, mtu hafungi mwaka mzima, haufungi wewe, lakini ukifika mwezi wa Rajabu wewe ndo unafunga, ni makuruhu. Makuruhu na umakuruhu wake vilevile, namna pili unapatikana ni kuufunga mwezi wa Rajabu wote, yaani mwezi wa Rajabu wewe ukaufunga kwa bimana wote, ukaufunga kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hapo unapatikana umakuruut. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo hadithi hiyo amepokea, eh imepokelewa, e, na alimamu Ahmad katika sunani yake na al naalimamu Abu Daud katika sunani yake, al alimamu Baihaqi katika sunani yake. Hadithi maarufu imepokelewa, watu wengi wanaefahamu hadithi hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwambia sahaba mmoja, alimwambia hivi Sum min al-hurum somminhurum, watruk funga katika miezi mitakatifu, au funga katika miezi ile miezi mitukufu na uwache amrio. Ni Mtume swalla sallam anampa mtu irshad: funga katika miezi mitukufu, kisha acha. Kwa maana unaweza ukafunga, mathalan, unaweza ukafunga siku ya kwanza, siku ya pili usifunge, au ukaamua ukafunga siku kadhaa, siku zinazofuata usifunge. Kwevo, kwa hivyo, kwa muhtasar masala ya kufunga mwezi wa Rajab ni masala ambayo yana ikhtilafu lakini hakuna mwanachuoni aliyesema kwamba kufunga mwezi wa Rajab ni haramu na wala haitakiwi kufunga mwezi wa Rajab. Hapana, bali tumeona kuna khilafu za wanachuoni, sawa eh. Imam Abu Hanifa kasema kadha, Imam Shafi'i kadha, sawa eh, kama tulivyonukuu hapa, wanasema ni sunna kufunga miezi mitukufu kama mwezi wa Rajab. Lakini al-Imam Ahmad bin Hanbal yeye anasema nini? Ni makuruhu, hakusema haramu. Kwa hivyo inshallah taala, ndugu yangu katika imani, unaweza kufunga mwezi wa Rajab e, kwa idadi unayoweza lakini, si kufunga mwezi mzima wote, ni makuru kwa ipendezeshwe sawa eh. Kwa jazakumullahu khairan khairal jaza, usiache ku like channel yetu hii na usiache ku subscribe channel yetu hii. Inshallah taala tutaendelea kujuzana mambo ya khairi ya khairat na viko vitu vingi inshallah taala tutaelezana na kujuzana, bi idhnillahi taala. Wajazakumullahu khairan, barakallahu nam. Shekhe.